Basi kama tumerogwa basi mtuombee ninyi wachungaji, mapadri, mashehe. Kama ni mapepo basi yakaondoke. Tunabishana juu ya misimamo simamo ya kijingajinga, lakini lakini juu ya uhuru wa watu hatuwezi kubishana. Watu hawawezi kusema kwamba wana maendeleo na katika nchi yao hawawezi kutembea kwa uhuru. Wanaogopa, wana hofu, wanadhani asubuhi yoyote wakisikia mtu, wakisikia mlangoni kwakwakwa, anafikiri kaja mtu kuwapeleke kwenda kuwafunga. Na sasa... sio kwamba sisikii wala siyo kwamba siambiwi yanayosema au sijui kusema au sina la kusema, la hasha. Sijafanya hivyo kwa sababu sioni faida yake. Leo na miaka karibu 94, sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende kwenda na aibu nyuma yangu. Hatima ya taifa letu imo mikononi mwetu. Tukiamua sote na kutenda kwa bidii maarifa na nidhamu, tukishirikiana sote, tukiamini na kutekeleza dhana ya uhuru ni kazi, bila shaka tutafanikiwa. Wale waliopiga kelele mama kauza bahari, mama kauza bandari, mama kauza nini, mama kauza mauzo, yale faida yake ni hii hapa leo, na huu ni mwanzo <coughs> <coughs> huu ni mwanzo, tunatarajia utapata faida kubwa zaidi kwa bandari zetu zote kubwa.